Naomba nielezee story ambayo mimi naamini Mungu ameitengeneza mwenyewe kwanzia mwanzo. Nakumbuka ilikuwa ni siku ambayo tumetoka tu kufanya Tech for Parenting hapa Dar es Salaam. Ah, sisi tunafanya huduma inaitwa The Ark Fellowship, na hii ni huduma ya kidijitali, lakini panapobidi huwa Mungu anatupaga maelekezo ya kufanya event za kukutanisha watu na wazazi kuwaelezea malezi, tumemaliza kazi. Lakini, siku moja, kwenye kipindi uh, si, yani, Mungu akitupa ndo tunachokifanyia kazi nikamwona mama mmoja akiwa Arusha amebeba mtoto wa kiume analia sana kwa machozi. Nakumbuka pale pale kwenye ibada, ilikuwa saa tisa usiku. Nikawashirikisha watu wote walisikia, nikawambia nimeona mama mmoja Arusha amebeba mtoto wa kiume analia sana kwa machozi then uh, baada ya hapo Roho Mtakatifu akaendelea kusema, akatuambia tuende Arusha tukafanya ile ibada ya take for parenting Arusha. Roho Mtakatifu akuishia hapo, baadaye akuja kuexpand list ikafika mikoa mitano na nchi nyingine jirani kama nne za, za Afrika na baada ya kutupa maelekezo tulipewa hadi tarehe na siku, nakumbuka vizuri kabisa, na wale ambao walikuwepo nadhani wanaweza wakawa mashuhuda na, waka, waka wa na baada ya hapo, pale pale, ukitaka kujua jambo ni la Mungu, pale pale, pale kuna watu walitoa sadaka na moja kwa moja tukaenda tukufanya ile event bila kustruggle hata kidogo. Wakati tunaenda Arusha nina dada yangu mmoja ambaye nilimshirikisha nikamwambia, uh, sista tunaenda Arusha tuna ibada ambayo tunatakiwa kwenda kuifanya Arusha, na kwa sababu ilibidi nitafute mtu ambaye pale mjini anapafahamu vizuri atanisaidia kuarrange, na kila kitu kiende vizuri. In fact tukuwa tunatafuta kampuni ambayo tunaweza tukashirikiana nayo ya event management, kwa sababu mi naamini kwenye kufanya huduma professionally, so nikauliza kama kuna mtu ambaye anaweza nikashirikiana naye, nikapewa akaniambia, na mdogo wangu yuko vizuri. Huyo mdogo wake sasa huyo <laughs> hapa. Kwa hiyo sasa, uzuri ni kwamba Gerald nilikuwa namfahamu, kwa hiyo ilikuwa ni rahisi. Nikamdi hakunijibu, lakini mi nilimdie, kwa maana ya kumuuliza kazi. Nikuwa very straight, nilimuuliza kaka, bwana siwe tunakuja Arusha, nimeambia una kampuni nayani tunata... nilikuwa nimenyoosha <laughs> and then I don't know what happened nadhani ulinipigia simu eh? mm -hmm. Ukanipigia simu tukazungumza, lakini kitu ambacho uh, mimi naweza kakisema ni kwamba ulivyonipigia simu tu mm -hmm. saa ile ile ulivyokata simu nilimpigia sista tena mm -hmm. nikamuuza, sista, huyu raia ni umenipa nifanye naye kazi au umenipa mke? Hicho ndo kitu ambacho nilimwambia cha kwanza kabisa. Siste akaniambia, Gerald bwana, huyu ah, rafiki yako mi namfahamu amenyoka na mimi nakufahamu umenyoka. Mimi sitaki kusema chochote na hata sitaki niwaingilie, ambeni Mungu alafu mwone uko kombeni nakwaji mi nikakausha freshi. Aliniambia alikuambia eh. Eh, eh kwa hiyo sasa kibeme ni yeah. kwamba uh, baada ya kuntafuta maandalizi ya event ulikuwa unakuja Arusha eh. mm -hmm. na siku hilo unakuja Arusha, nakumbuka uh, nilikuja kupokea mm -hmm. nakati kuja kupokea, unajua wanaume wengi wa Arusha tunaonekana wagumu sana ya.

naambia <laughs> mtu. Kwa hiyo nilijua kabisa kwamba wewe ni mke wangu, yani nilijua, na wanaume tunataka, by the way, alivyoniletea ile huwa au so surprise kwa ajili, by that time nilikuwa sina muda wa kupendwa wala kumpenda mtu yani ndio kipindi ambacho Mungu was so clear kwa habari ya huduma. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimefocus kwanza, nimetoka kuambiwa niende si Kenya, si niende, niko excited na huduma kwa hiyo so <laughs> feeling na mambo ya mahusiano nishafunga hiyo chapta, ishafunga hiyo chapta for some reasons. Nilimwambia Mungu, naomba nikupe maisha yangu, nikutumikie soli niletea u jamani aji. And then I remember ilikuwa ni stendi, nikasema alafu pale stendi, sasa ni watu wa nyumbani kwetu zeka huyu ttanio nikalipokea like, hey, kingine ni kwamba <laughs> Mara kwanza nilikuwa nakuogopa kwa eh. unajua dada oh, kali sana, lakini kuna, kuna watu wanasema kwamba kuna watu wameokoka hapa, kama wamepita wa kwa msalaba kwa nasimu, dada niko naye, lakini hapa dada lakini hapa kuna hii shot itatokea kweli. Kwa hiyo nikakausha na nakumbuka at that day ilikuwa ni siku ya birthday yao, nikasema oh, ni huyu. Uh, really? yes. Uh, ni dada akinipa chance tu hata dakika mbili Ah, mi narushaniaoskepeshi kwa hiyo ah, kesho yake nadhani nikuja mjini tulikuwa tunaandaa ibada. Kwa hiyo kuja mjini tukakaa tukamaliza kuplani ibada na kila kitu tukamaliza. Unajua, si wanaume ukishamuona huyu hapa ni mke. Hauna mbili. Mm. Said this this is is my wife. I think this is a message for wadogo zetu wa, wa kike. Na mm, na kingine ni kwamba mimi nilikuwa sijioni mwaka huu kama naoa kwa sababu nilikuwa najiona kabisa, i am not ready for that, lakini nilivyokutana tu nawe nikasema mwanangu inaoa yani, hapaana atanamia kwao. Nikakutana na bidada vikamweka chini kwanza, kwani hoteli moja pale Arusha, kakaa naye pale tukazungumza. Mimi na prinsipo yangu moja eh, uh, ukisoma kwenye Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo mstari wa ishirini na nne. Amini, Mwanzo ishirini na nne mstari wa nne. uh, Ibrahimu anawatuma watu kwamba anawambia nendeni, kwa ndugu zangu mkamtafutie mwanangu Isaka mke kwa watu wa kabila langu. Kwa sisi, uh, ukizungumzia sasa hivi, watu wa kabila langu ni mtu ambaye wewe kama Mkristo, mtu ambaye mnaongea naye nae lugha moja, unajua. mm -hmm, eh? Ukimwoa mtu wa kabila lingine inabidi upate translator ili muweze kuelewana lakini mtu akabia laso mnaongea lugha moja mm, yani hakuna, sidhani kama mimi tulishai kubishana kwenye kitu chochote. Hapana, ni kama wanadamu tu, kwamba wakati mwingine tunakuwa yeah, na mitazamo tofauti, lakini we always align. Na uzuri ni kwamba nilimwekea vitu vyangu ambavyo navifanya, nakumbuka eh, mm, nilimpa profile ya uh, vitu ambavyo navifanya, nikaambia mi nafanya moja mbili tatu ninafanya moja mbili tatu ninafanya moja mbili tatu ninafanya moja mbili tatu na mimi napenda sana sana, sana kwa sababu kitu ambacho nimesomea, na kwa Arusha nilikuwa ninaandaa event za komedi, lakini ah, nimeshapiga saundi. Akaondoka akanambia subiri, nikaombe nitakwambia. Nikasema udada atanitolea nje, lakini wakati unaendelea kuongea akanambia sasa, inabidi kinaiki ukiache, yani nikuache kuandaa event za komedi hizo na viki vingine Ah, dada, vipi tena? Mbona kama atakuja amletea mambo meusi. Nikasema ngoja nikaushe panga, lakini akasema kama angekuwa nitaki udada singeniambia niache hivi. Na nilichojifunza kwamba ni sacrifice. Kuna vitu vingi sana ambavyo Mungu anatupa kwenye maisha yetu, lakini sio kwamba ndo vitu tuvifanye mpaka siku tunakufa. Oh yeah. Ni kama anatupa nafasi ya kujifunza. Yes. Na kitu ambacho ukijui hata mimi nazani tumekutana mda ambao hata mi kuna vitu Mungu aliniambia hapa ondoka, hiki acha, kwa sababu kule ilikuwa ni sehemu kama tunaandaliwa kwa hiki ambacho ambacho kinatakiwa kukifanya, yes. Lakini kwenye kuacha vile vitu nakuja kugundua kwamba kuna msemo mmoja anasema, if ya kama wenye msanii, inabidi ujue ni mda gani wa kushuka kwenye stage. Kwa hiyo, kumbe Mungu alitumia ile kitu kama daraja, alikuwa anatamani ukutane na watu, utengeneze network kupitia kwenye chchokifanya mimi ilikuwa honestly ngumu sana kwangu mimi kuacha kuanda event za comedy Arusha. Uh, ikaenda. Baada ya muda nikaambia, bila dami nitaacha, lakini akaja ndani ya wiki akanikubalia, wiki mbili nadhani mm, akaniambia it's a yes for me, kwa hiyo tunaweza tukanai. Na alivyonikubalia nikaambia, mwanangu, mimi sina muda wa kupoteza, nipe namba ya wazee, mimi kijao niende nyumbani nikawaone. I was, I was shocked. Nilikuwa niko shocked. Haikuisha hata mwezi, hey, haikuisha hata mwezi. so, It's giving red, red, it's giving green. Lakini nikakumbuka dada yangu moja alishwai kuniambia, Amaris akija mume wako atakuwa amenyosha maelezo, you won't have to beg for anything, think kene ujumbe ambao natamani wadogo zangu wengi wa kike wausikie. Ni kwa hiyo nikaenda nyumbani kwa wazee pale, wale wazali alinipokea fresh kinoma. Ni wazazi wazuri sana. Uh, tunaamini 100% hii kitu imetoka kwa Mungu. Yeah. Lakini pia kwa sababu uh, vitu vingi ambavyo mimi navifanya, I think sijui 100% Gerald either alishawahi kujaribu kukifanya, alishakiandika, au wakati mwingine anamshirikisha kitu, mi namlekea tu mafaili kwa sababu pale wanaonijua, mi nimefanya vitu vingi kwa kweli, na vile vitu vyote vilikuwa ni kuniandaa kwa sababu sisi we have a very specific calling very specific we're called into the marketplace na mambo mengine, kwahiyo ilibidi niwe na exposure information. The same thing with him, amepitishwa sehemu nyingi kwa sababu ilibidi tuwe na taarifa za kutosha ili kuweza kusimama kwenye nafasi ambayo Mungu ametuitia. Mm. Mm. Lakini kingine, kwenye mahusiano nadhani yanahitaji maarifa sana, na maarifa yanahitaji maarifa ya kimungu, lakini pia maarifa ya kimwili. Kwa hiyo kwenye swala la mahusiano pia anahitaji maarifa ya kumstadi mwenzako, akikasirika anakuaje, kuna a mm. mwingine sasa, inakuwa ni uh, uh, kumchukulia mtu palivo mm. yes, kuna maswala ya kiroho lakini kuna mengine uh, uh, understanding ya kawaida tu ikifaa kimungu mm. na uelewa wa kawaida wa kibinadamu. Kwa hiyo ilibidi nianze kwa kustadi we ni mtu wa namna gani? Na, um, na mshangaa ataweza <laughs> na rafiki yangu ambaye eh. Oh, kila okay, siku kila siku alikuwa anajiuliza hivi ama resto leo na nani, kwa sababu I think ni kweli ilikuwa hata kukaa na mimi hivi si rahisi. Hivi sasa hivi ni adjust, lakini it was not easy because most of the time mimi ni mtu ambaye nimefocus na vitu vyangu, nimefocus na missions zangu, huduma, vitu vyangu. Yani ukikaa na mimi dakika tano ntakupa idea, ntakupa idea. Sasa kama hatufikirii hivyo sawa, unaweza ukaniona kama a boring person au unaweza ukaniona kama vile sikupendi lakini kumbe nakupenda, ila tu my mind is focused into the things that I believe yeah. so he's a hero. Yeah, kwa hiyo kwenye kitu ambacho nimejifunza kwenye maisha ni kwamba uh, kuna vitu vinatokea kwenye maisha. Mungu anafanya vitu kwa namna ambavyo sisi hatukitarajie. Yes, kwa muda amba ambapo unajiona auko tayari, Mungu ndio anajua uko tayari. Na kuna muda unakaa unatamani sana kuingia kwenye ndoa, lakini unatukua umkabidhi Mungu. Kwa hiyo unamwomba Mungu, nipe kitu fulani. Wakati ukimaliza kuomba usiishie hapo, tengeneza mazingira ya kupokea hicho kitu. mm. yes. Ukimwomba Mungu mke, halafu bado unak Yes. Yes. Inakua ina, inachoma. Kwa hiyo kama umeomba Mungu mke, kausha unakutana na mtu kweli, jifunze kumjua, ukiona ndani kausha, lakini sio huko, hapa, kesho huko na huyu, huko na huyu, bado naendelea kumwomba Mungu hivyo eh? Kwa hiyo kuna mazingira pia yani, ili baraka zetu ili ziweze kutua, inabidi tutengeneze mazingira fulani ili mm. baraka zipokee landing page yes. na ili ndebi iweze kutua, haiwezi ikatua kwenye runway ambayo ni chafu, kwao inabidi uondoe magogo kama manini yote ili ile ndege iweze kutoa baraka za Mungu. Kwa hiyo inabidi kuna vitu tuviondoe kwenye maisha yetu, maisha yetu ili tuweze kupokea kile kitu ambacho Mungu ametuandalia. Eh. mimi nime na maubao mengi sana, kuna mengine ya maombi yangu binafsi, kuna mengine ya watu ambao ninawaombea, kuna mengine ya plani za mwaka mzima, ya pili tunavifanya, kuna yani, matutu mengi ambayo anayafanya uh, Naona uh -huh. Kwa hiyo nikikaa ndani sio kwamba ninakaa tu kwamba hivi lakini natengeneza mazingira yangu ya baadaye na Mungu kitukinilia mm. e, tu mtumishi wa Mungu nisaidie ni kwamba eh. kwa oh, really? eh, so, mimi yani wadada alikuwa ananikataa wengi sana, siliku naomba gani wakutana mdada anakwambia kabisa you are too good for me. Baada ya muda mfupi anasema mimi ntakuchoma kuna wengine wakutana nao kabisa, nakuambia kaka, usije ukanizoea, kaa mbali kabisa na mimi yani unaonekana muuni kabisa, yani usije ukanizoea utakuja kuni, unajua hizo eh. Kwa hiyo sometimes kukataliwa pia mi nawashukuru sana wengine walionikataa wali, kuna mahusiano ambayo tunayapitia ametuumiza ya, sana lakini kumbe Mungu anajua kitu gani ambacho yeah, na, you have to be preserved na nilichojifunza ni, ni kwamba uh, Mungu alimficha kwa namna yake, kwa hiyo ni kwa sababu alijua ni kitu gani ambacho ameniandalia, na ninamshukuru Mungu sana sana, sana, sana. Kitu kimoja nataka tuongezee hapo ni kwa nini mimi nilimkubali Gerald. uh, historia inarudi nyuma. Mi ni mtu ambaye napenda kufanya kazi kwa maelekezo ya Roho Mtakatifu, yaani kama sijasikia ile sauti, siwezi kuteka action kwa haraka nakumbuka kabla, kabla ya yani kipindi hicho hicho nilipewa maelekezo kuhusu kwenda Arusha kufanya ibada Arusha. Mungu alifanya kitu cha ajabu sana. Mimi nimekuwa kanisani miaka kumi na na nimesali kanisa zuri sana na lia na wachungaji wazuri sana sasa. Nadhani kwenye transition, hasa kwenye huduma, haikuwa rahisi kuelewa Minichu, ilikuwa ngumu sana hata marafiki zangu, yani it was hard mimi mwenyewe, lakini kwa watu wengine pia kunielewa, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa sielewi, yani kama Mungu anaku-stretch lakini huelewi where are you stretched to. So nakumbuka siku moja nilikuwa nafanya huduma, nilikuwa nafanya huduma ya watoto naimba kwenye praise team. Sasa siku moja nilikuwa natoka niende kanisani, nikasikia sauti ndani inaniambia baki hapa nyumbani. Unajua kawaida nikasema shindo shetani. Wewe rudi nyuma yangu shetani, lazima niende kanisani. Nikatoka nikaenda kanisani, nimefika njiani, watu wangu, nilishindwa kuendesha gari, ilishindikana. Niliambiwa simama, geuza gari urudi ulikotoka. Nadhani ile ndo siku ambayo Mungu alifunua mambo mengi sana kuhusu mimi. Kwa hiyo pale Roho Mtakatifu aliniambia kuhusu Arusha. Mungu aliniambia kuhusu kolini yangu Arusha, ya huduma itakavyokuwa. Uh, the act ilikuwa ndio imetoka kubadilishwa na jina, yaani Mungu alitumia siku moja ku unfold vitu vingi vingi sana. Kwa hiyo nikawa nimesemeshwa kuhusu Arusha. Ninakumbuka nilienda nilienda kwa nilienda, nilikuwa na event ninaandaa Ndo majira hayo hayo ni, ni, rafiki yangu akaniambia basi njio tuluka, nimetoka kwenye kipindi kesho yake. Sasa baada ya hiyo encounter, it was a heavy encounter, heavy encounter in a way I was shouting in my car, I couldn't contain the presence. I couldn't contain, I couldn't speak. Nikuwa siwezi nikawa nafuka mahali tu napiga kile. I think sikuwepo mwenyewe kwenye gari. I remember shouting kama Nabii Isaya anavyofanya prophecy anavyotembea uchi, unajua ni vitu vigumu kuelewa. Mimi nilikuwa naendesha gari while I'm yelling, while I'm, um, I'm praising, kuna wakati nilikuwa naima naimba sauti ya juu ile mpaka ile vocal cord, yani ina stretch your last vocal cords. I think sikuwa peke yangu kwenye gari. The presence of the Lord was intense so, kwa hiyo hiyo siku Mungu akafunua vitu vingi navyotakiwa kufanya, niende Arusha, itakuwa hivi itakuwa hivi. Nikuwa nalia, sina hata wakumwambia nimweleze, aniambie ni nini hicho napitia. Unajua, bora ungekuwa na mtu ambaye anakufanyia narration kwamba iko hivi kwa sababu ya hivi, sina. Kesho yake nadhani nilipata hekima ya kupigia mtumishi mmoja wa Mungu, nikamwelezea, lakini nadhani hakunielewa so, the day after Roho Mtakatifu ikatokea mazingira, nikajikuta niko kanisani kwa rafiki yangu, na lile kanisa mchungaji ni mwanamke. Roho Mtakatifu akaniambia this is how it looks starting a ministry you get, na kati pale, nilienda kwa sababu rafiki yangu alinikonvince kwamba niende kanisani kwao Nakumbuka nilishia na yule mchungaji yupo kama ananisikia, anasikia vizuri, nikamwambia Mungu ameniambia moja mbili tatu, nenda Arusha kule utaenda kumtumikia Mungu, utafanya hivi utafanya vile. Nakumbuka nikashia na rafiki yangu while crying, nikamwambia rafiki yangu bye, and I also have my friend anaitwa help <laughs> Uh, nikamwambia nakumbuka ni siku hiyo nikamtumia message happy nikamwambia goodbye my friend, kwa heri, hata sikumwambia kwa nini. Anaweza unaenda wapi? Kwa hiyo nikamwambia bye. Na yule rafiki yangu ambaye alinipeleka kanisani akawa ndo mtu wa kwanza kusikia stories za huduma, anajua hadi jina, anajua kila kitu ambacho tutaenda kukifanya Arusha. Japo hiyo ni kwa majira sasa ya Mungu atakapofika. So, when Gerald came, niliona kama ni confirmation kwa sababu sikuwa na kitu cha kunipeleka Arusha. Yaani he was sijui nisemeje. Alafu baadaye akaja kuelezea maisha yake, ikaja kujua moja kwa moja ama hhae na ilibidi kwa majira haya tuwe wawili, kwa sababu kuna vitu kufanya mwenyewe haiwezekani. So, uh, but that time nilielezwa kusu Arusha, lakini the ministry was supposed to coexist between Arusha and Dar lakini headquartered in Arusha. Ayo tutakuja kuyaelezea siku nyingine, nadhani kwa sababu nayos um, ya yes, Samuel ndio Arusha kwetu, sindio? Eh, the bible says alikuwa nabii, alikuwa akizunguka kote kujudge Israel, lakini most of the time alikuwa akirudi kule, uh, kwenye chuo cha manabii na kwenye ule mji ambao alikuwa anaishi. Kabla tuongelea sana la suala la wedine, kuna vijana wengi sana ambao wanaumia sana wakiachana na watu kuna wengine wakiachwa, wanaumia sana lakini, walakakua wamshukuru Mungu sana. Mimi hakuna mahusiano ambayo sijayapitia ambayo hayajaniumiza. Sio mahusiano yote anatupeleka kwenye ndoa, kuna mengine ambayo Mungu anataka kutufundisha, na nawambiaga watu kwamba mwambie Mungu break me and make me. Before you give me. Kwa sababu Mungu akikupa kitu kizuri kama ukijua namna kukienda utapoteza mm, kwa hiyo kuna training mimi ushazipitia na nini, ni sawasawa. Uh, ukimpa mtoto uh, kisu akichezee kinamkata, lakini ukampa mtoto kisu afundishe namna gani ya kukata na kuchongea maua, ukimpa kisu akiweze kumkata. Kwa Mungu anataka akupe kisu kwanza, uchonge ujue namna gani kinafanya kazi kwa hiyo mkononi mwa mtu ambaye anajua kutumia kisu kama cha kukatia maua, sio silaha ni tool. Mm. Ooh, like lakini mtu ambaye hajui mat, matumizi ya kisu ni silaha. Kwa hiyo Mungu anaweza kakupa kitu kizuri kama tool lakini kikakuumiza kwa sababu hakuwa tayari kujifunza mm. Haujatengenezwa yes. Kwa hiyo kubali Mungu akutengeneze na unaweza ukawa labda uni, umefanya mistake au mahusiano wa kutunjika, lakini mshukuru Mungu mshukuru Mungu, lakini Mungu anajua ni kitu gani ambacho anakuwazia. The Bible says, maana ninajua mawazo ninayowazia ni mawazo mema sio mawazo mabaya. Kwa hiyo Mungu anatuwazia mema, mshukuru Mungu kwenye kila ambacho unakipitia. Yaani Mungu sio kiziwi. Shukuru Mungu kwenye mahusiano yote ambayo umepitia, si amekuumiza, umefika mahali hivyo. Kuna wengine wanasema all men's a dog, unaona maneno kama hayo kwa sababu wameumizwa, lakini usikubali kutoa hayo maneno kwa sababu kuna baraka zingine unajizibia. Kwa omba toba kwa wale ambao umekosea, mimi nawaombea wao tu kama ni, kuna mtu imetokea, mistiki yote imetokea mahali mimi nikaonekana mbaya, au hata kama nisingiziwa, mimi simlaumu mtu, najiuliza kwamba ni wapi mimi nimetoa pengo la mimi kusingiziwa hiki kitu, hata kama sijafanya, baada ya hapo naomba toba, anaendelea mbenya kwa hiyo ni natamani tukuatia moyo watu kwamba God is real. Yeah. na mimi ninamshukuru Mungu sana, amenisubirisha muda mrefu sana kwenye mahusiano, na nimekuja kugundua ni kwa sababu gani. Kwa sababu anajua kitu gani alichokiweka ndani yangu, na najua ni kitu gani ambacho kakianda. Kuna watu alipata Benja, Gerald, umepata mke. Kuna dadangu mmoja anaelisia ya kanaambia, nimekutana na mtu mmoja akanaambia, mdogo wako Gerald amepata mke mzuri sana, akawambia sa mwambieni huyo mke wake yendo amepata mume mzuri sana. Kwa hiyo mimi nashukuru Mungu sana nadhani sana, sana, sana. Na hapo naweza nikatoa shuhuda. Amekuwa ni mtu ambaye kila siku najifunza, inawezekana mimi sikuwa nimekuona. Unajua, mwanamke inabidi uchelewe eh, kidogo kuelewa ni yani, mambo kidogo ia najichelewesha astaki sana kuzama. eh, <laughs> eh, eh anipende jamani, so nilimwachia hiyo rumu yeye, a baby girl so um, kwa hiyo siku hizi inakuwa ni kama kila siku Mungu ana unfold kwa nini ametuleta pamoja. Kila siku ni siku ya kumfurahia Gerald kwa namna nyingine, na nadhani ukitaka kujua kitu kinachotoka kwa Mungu kila siku kinajifunua kwa namna ya tofauti. Haimaanishi his perfect, I think kuna kuchongana, kuingia eh, I think this is not right. Amaris, I think this is not right. Lakini his impact yani mapungufu yake kwangu mimi ni strength yangu, strength yangu vice versa is true. So point kubwa ni kwamba kile kinachotoka kwa Mungu kina tabia ya Mungu, na Mungu hatujawahi kuchoka kumuelewa wala hatujawahi kumaliza kumuelewa yeah. Hey, by the way guys, tunatamani kuwakaribisha kwenye harusi yetu kwa sababu kuanzia mwanzo wa hii story it has been orchestrated by heaven. Fully orchestrated. Kumbuka, nisingeenda Arusha, nisingetii maelekezo, tusingeingia kwenye maombi ya saa tisa na kupewa maelekezo ya kwenda Arusha, tusingekuwa hapa. Kwa hiyo ni Roho Mtakatifu, ni Mungu mwenyewe aliamua kuanzia mwanzo. Kwa hiyo tunaamini kabisa hata harusi yetu itakuwa ni sehemu ya encounter Um, yani kuja tu sehemu, yani kama unatafuta sehemu ambayo you just want to meet God heavy encounter I think you should come at Kana wedding. Na kumbuka, tuko tunaenda Iringa, tukiwa njiani tuko tunaomba, ndo tukapata ile neno kwamba tutoe harusi yetu kama sadaka, kama yule wale watu wa Kana walivyotoa harusi yao kwa sadaka na ukafanyika muujiza wa kwanza kwa hiyo yani, wewe kama unajisikia moyoni kwamba I just want to go to a place where nitakutana na Mungu. Karibu Kana wedding. Mimi sio mwenye harusi, mimi nimemsaidia tu, nimesimama nafasi ya usaidizi, lakini pia ukitaka kujua ni kitu cha Mungu, hatuja date hata mwaka, hatujakutana hata miezi mnye... uh -huh, e, ni mwezi wa tano wa sita wa saba wa nane wa tisa wa kumi, 5 months godspeed speed lakini usishangae, tulikuwa tunafahamiana huko nyuma, tumekuwa pamoja, tulifanya huduma, tulikuwa yani, ni watu ambao ninamjua na ni rahisi kufanya research kumuhusu, sababu watu wangu wengi ni watu wake, na watu wake wengi ni watu wangu. Hmm. So, kama asilimia ngapi? mimi kwangu imeshafika watu kwenye tisini. Kwa hiyo tunapenga kuwakaribisha sana sana sana kwenye harusi ya yeah, uh, uh, mwezi wa kumi tarehe kumi na nane na tutakuwa tuna ibada nzuri sana, sana, sana. Na, sana sanasana na ninatamani sana tuwe na watu wengi kwa idadi ambao tutaweza, japokuwa tumeweka limiti kwa wale ambao wataamua kuja kama watakuwa wameshapia mwisho, tutawambia sasa hivi namba imekuwa ni imetosha. O yeah. Tutafanyia ni uwanjani mm. Kwa hiyo kutakuwa uh, ni uwanjani tutapaeka mazingira vizuri, na tunaamini kabisa itakuwa ni nzuri ya kumpa Mungu tukufu na heshima mm. O okay, itakuwa ni tarehe 18 mwezi wa kumi uh, ibada itafanyikia kanisa la Bode la Baraka kwa pasta Marco Haule uh, baada ya ibada saa nane kamili tutaelekea pale kwenye uwanja wa kanisa la KKKT pale kale Narok ambapo nikitokuwa leo sehemu si yetu ya kufanyia ibada kubwa kabisa, na tumealika marafiki zetu ambao ni watumishi wa Mungu. Atakuwepo po Clement Lnt uh, lakini pia atakuwepo Elia uh, Mwantondo, atakuwepo Furaha Loi, atakuwepo Maka Weno, atakuwepo atakuwepo Shedrak Robert, atakuwepo uh, Shendrak Sinde, watakuwepo pia na Agape, na kuna wengine wengi wengi wengi wengi weki sana wa Arusha pale kuna watu. Kwa hiyo tunaamini kabisa itakuwa ni siku ya tofauti sana. Kwa hiyo tunawakaribisha wote ambao wanatamani kuja kushiriki mm. waje kushiriki pamoja na sisi kwenye